Area 51 limezungukwa na siri nyingi na linahusishwa sana na utafiti wa anga na ndege za kijeshi za siri. Hapa kuna mambo muhimu yanayojulikana. Moja, utafiti wa anga na ndege za kijeshi. Eneo hili ni kituo cha majaribio kwa ndege za kivita na teknolojia za juu ambazo hazionekani hadharani. Ndege kama U2 na SR 71 Blackbird ziliwekwa kwenye majaribio hapa. Pili, usiri mkubwa. Ingawa watu wengi wanahusisha Area 51 na aliens au mashirika ya kigeni, hakika kinachofanyika ni utafiti wa kijeshi wa hali ya juu. Hali ya usiri ni kubwa sana, hata ndege zinazokaribia huanguki kwenye radar za kijeshi. Tatu, uhusiano na UFOs Hadithi za UFOs na aliens zinaanza kutokana na kuonekana kwa ndege zisizo za kawaida na majaribio ya ndege za siri. Hii ni sehemu ya folklore, siyo uthibitisho rasmi wa viumbe vya kigeni. Nne, kikomo cha umma. Hawaruhusiwi wageni au wapiga picha. Kila mtu anayejaribu kuingia kwenye eneo hili kwa njia isiyo rasmi anakabiliwa na sheria kali za kijeshi. Kwa ufupi Area 51 ni kituo cha majaribio ya ndege za siri na teknolojia ya anga na kila kitu kingine kinachohusiana na aliens kinabaki kwenye hadithi na ujasiri.